Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imepata mafanikio makubwa katika usajili na ugawaji wa ardhi. Hadi sasa hati miliki zaidi ya laki moja elfu moja mia nne sabini na nne zimetolewa kwa wananchi. Pia sehemu za majengo mia mbili hamsini na mbili imesajiliwa na nyaraka za kisheria laki moja elfu ishirini na tatu mia tano thamanini tatu zimeshaandaliwa. Hati za haki miliki za kimila 1542 zimetolewa kwa wananchi katika halmashauri mbalimbali hapa nchini. Shirika la nyumba la Taifa NHC linaendelea na ujenzi wa nyumba za gharama nafuu, huku nyumba 1015 zimekamilika, 387 zikiwa zimekamilika kabisa na nyumba 628 ziko kwenye hatua ya mwisho kukamilika.